Na we musena silole milungu ya dunia we ndugu yangu sikengweni milungu ya dunia Mulungu ni wa Danieli yuya Nebukadineza tuha mahoni aria shadraka ameshaka na bedinego naye mulungu atimamohani akikolatue mulungu wa danieli ua nebukadineza awatuha mahoni aria shadraka ameshaka na bedinego naye mulungu otimamonya kikolatwe mulungu wa Danieli na we musana silole milungu ya dunia we ndugu yangu sikemba ni milungu ya dunia atu Mulungu wa Danieli watima moanya a kikola atue Mulungu wa Danieli yuya Nebukadneza watu hamoni aria Shadiraka Meshaka na Bedinego Mulungu wa Danieli otima mohoni akikola ate Mulungu wa Danieli otimamohonya kikola Sena silole milungu ya dunia Mulungu ni wa Danieli ndugu yangu silole milungu ya dunia Mulungu ni wa Danieli atimamwani akikola tuwe Daniel otima mohonya kikola tuwe.